Nam hujambo, mtazamaji, natumai kwamba ubuheri wa siha popote pale ulipo. Karibu tena kwa awamu nyingine ya kurunzi mashinani, ama ukipenda awamu ya pili, ambapo tunazidi kukuandalia ama kukutaarifu kuhusu yale yanayotokea katika maeneo mbalimbali humu nchini. Mie wako ni Shila Kayaroyogo, hivi sasa ikiwa ni saa kumi kamili saa za Afrika Mashariki. Idadi ya watu waliopoteza makazi kufuatia ongezeko la maji kwenye Ziwa Naivasha imefikia alfu nne huku kukiwa na wasiwasi wasi kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka kutokana na mvua inayoendelea kunyesha humu nchini. Na tangu mwanzo mwa mwaka huu, viwango vya maji katika Ziwa Naivasha vimekuwa vikiongezeka na hali imekuwa mbaya zaidi katika muda wa miezi mitatu iliyopita. Maji hayo yamefurika kwenye nyumba na makazi, vyoo, shule na makanisa na hata kituo kimoja cha polisi. Aliyekuwa mkuu wa kitengo cha utoaji huduma za serikali, Peter Mbae, anasema mzozo wa kibinadamu unashuhudiwa katika eneo hilo ambalo ni makao ya mamia ya wafanyakazi wa mashamba ya maua. Serikali ya kaunti ya na Nakuru imejitolea kuwasafirisha wakazi ambao hawana fedha za kuwawezesha kuhamia mitaa iliyo karibu. Tunakuaga na hazina ya disaster ya county na ya national government yes. Nikiwa hapa leo kihoto, nataka kutangaza hili janga, ni kijanga la kitaifa yes. This is a national disaster yes. Si lazima watu wakuve, si lazima watu wakuve ndio watu wakuje hapa na madege hapa. Sewage imemix pamoja na maji, imekuja kwa maboma. Ukiangalia hata haya sin yenye yani inakwanga imekua huko kwa lake imekuja hadi hapa, watu wanaama for the last like 2 months eh? Watu wamehama kama 1000 wenye walikuwa affected, but kulingana vile mvua imekuwa inanyesha kwa siku ambazo zimepita, sasa tunaongea kama watu ambao 4000 ambao wako affected.